Habari na karibu kwenye Kufunua Ufunuo. Kwa hayo, hebu ni kuonyesha ufunuo mwingine wa ajabu. Ni fumbo lililopatikana katika injili ya Luka na ni mojawapo ya mafumbo ambayo, isipokuwa uwe na msingi wa ufunuo, msingi wa kweli wa kuelewa ufunuo, haitakuwa na maana sana kwako. Kwa hiyo, kama wewe ni mgeni kwenye huduma hii, ningekushauri urudi uangalie baadhi ya mafundisho ya mwanzo ili kupata msingi huu ili kuelewa kile Paulo alituambia katika pili wa Korintho sura ya kumi na mbili kwamba kuna sehemu inayoitwa juu na kisha miaka kumi na nne ni ufunuo wa mwisho wa siku, kwamba kuna kipindi cha juu kinachoitwa siku hamsini na kisha ni miaka saba ya mihuri na miaka saba ya tarumbeta, kwamba mwisho wa siku siyo lengo kuu katika Matayo bali ni pale unapofahamu kwamba ni injini za sinoptiki za Matayo, Mako katika Luka, ambapo wa mwisho watakuwa wa kwanza, wa kwanza watakuwa wa mwisho, ikimaanisha kwamba mwishoni itakuwa Luka kisha Mako halafu Mathayo, kwamba tofauti hizi ndani ya Injili za sinoptiki zote ni unabii, na tumekuwa tukifichua haya hapa na kwenye chaneli yetu kuu Ministry Revealed kwa zaidi ya miaka minane sasa. Ni ajabu kabisa na unapofahamu kwamba ni Luka kisha Marko halafu Mathayo, na unaelewa kwamba mafundisho yao yote ni tofauti na yana kusudi maalumu, utaelewa kwamba ya Luka ni yale ya juu yakianza na kabla ya dhiki, ya Marko ni kuhusu mihuri na Bwana kuja mwishoni mwa mwaka wa sita wa mihuri kuanza mwaka wa saba wa mihuri, na ya Mathayo ni miaka saba ya hukumu za tarumbeta Alafu Bwana katika mwaka wa kumi na nne, katika mwaka wa saba wa tarumbeta, Bwana anarudi na kuweka miguu yake chini kwenye mlima wa Mizeituni. Ukiweza kuelewa hili fumbo hili tunaloliita mpangilio wa Luka litakushangaza sana. Basi ngoja nikupatie muhtasari mfupi wa kile nilichotaja hivi punde katika mbili wa Korintho sura ya kumi na mbili. Nakumbuka, na kama sitataja ni sura gani nipo, angalia tu upande wa kulia utaiona. Kwa hiyo katika mbili wa Korintho sura ya kumi na mbili, hapa ndipo fumbo la miaka kumi na nne lilipoanza miaka kadhaa iliyopita. Hapa na sasa tumethibitisha kuanzia mwanzo hadi mwisho wa Ufunuo. Unayo mtu aliye ndani ya Kristo. Kumbuka, huyu ni Paulo anazungumza, lakini kuna uelewa wa kinabii umejengwa ndani ya haya yote nilimjua mtu ndani ya Kristo miaka kumi na nne iliyopita. Tazama mstari wa tatu, nilimjua mtu kama huyo. Hii inamaanisha namna fulani hivyo, katika Kristo anaamini. Unaona, hii ni kabla ya dhiki kwa walio ndani ya Kristo waliojazwa Roho na iko juu. Kwa hivyo, kipindi cha muda kabla ya miaka kumi na nne kuanza, huo ndio ufunuo wa siku hamsini na tumefundisha juu yake mara nyingi kwa miaka mingi, na tumefanya mafundisho kadhaa juu yake hapa. Kundi hili la kwanza linaenda mbinguni ya tatu. Kundi la pili ni kama walio ndani ya Kristo. Hii ndiyo unyakuo wa kundi kubwa katikati ya dhiki, wao wanaenda paradiso, sehemu nyingine ya mbinguni. Kisha tunapata picha ya Bwana akija mara ya tatu, lakini wakati huu anakuja kwao. Kwa hiyo kuna kuchukuliwa, kuchukuliwa na kurudi. Kurudi huku ni wakati anarudi na miguu yake juu ya mlima wa Mizeituni kama mfano na ni mwanzoni mwa mwaka wa saba wa tarumpeta au mwanzoni mwa mwaka wa kumi na nne wa dhiki. Mara hii ya pili ni wakati anakuja mwishoni mwa mwaka wa sita wa mihuri ambao ni mwanzo wa mwaka wa saba wa mihuri au mwaka wa saba wa dhiki. Sasa kumbuka hili kwa sababu sasa nitakuonyesha katika Injili ya Luka. Katika mafundisho ya Luka ndipo tunaona kuhusu kuchukuliwa kabla ya dhiki kunazungumziwa. Tunaona katika mstari wa 36, ndiyo ufunguo, ndiyo kiini chake. Kwa hiyo kesheni na kuomba daima, ili muhisabike kuwa wamestahili kuokoka mambo haya yote yatakayokuja na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Hii ndiyo kuchukuliwa kabla ya dhiki. Sasa nini kinatokea katika sehemu hiyo ya juu iliyozungumziwa kwenye 2 Wakorintho sura ya 12? ni kipindi cha siku hamsini kinachoanza na, kabla ya wiki, kuna harusi ya watu wa mataifa ya siku saba mbinguni ambayo itatokea kama siku saba hapa duniani. Baada ya hapo, mwana wa Adamu anakuja kama mpanda farasi mweupe, jambo ambalo pia tumelifundisha. Anapokuja kama mpanda farasi mweupe, hii ndiyo anakuja katika Luka 21 mstari wa 27, watakapoona mwana wa Adamu akija, sawa inamaanisha katika wingu moja, si mengi. Hii ndiyo anapokuja kama mpanda farasi mweupe kwa siku arobaini kuonya kama alivyosema angefanya. Kwa hiyo unakuchukuliwa kabla ya dhiki, alafu kuna harusi ya siku saba. Bwana anakuja siku ya nane, na hapo ndipo siku zake arobaini zinaanza. Sasa nini kinachofuaka? Katika mafundisho ya Marko tunakuja kwa mwana wa Adamu katika mafundisho ya Marko sura ya 13 mstari wa 26 huku kuja kwa mwana wa Adamu nako ni katika mawingu, lakini safari hii ni wingi. Tumeishafundisha kuhusu hili, na haya mawingu kwa wingi ni kuja kwa mwana wa Adamu mwishoni mwa mwaka wa sita wa mihuri, sawa. Hii ndiyo vita yake katika Ufunuo 17 anapopigana na mnyama na pembe kumi. Hiki ndicho vita ambacho ni vita vya Ezekieli 39, lakini unataka kujua ni nini kingine ni uhusiano na hadithi ya tuko wapi? Unajua nini, tutafikia hilo baada ya muda mfupi. Sitaki kwenda mbali sana katika hilo. Acha nikuonyeshe tofauti hizi na miunganisho hii itakuwaje nitakapoingia nitakapomaliza hapa na Injili. Sawa, basi, huu ni ujio wake mwishoni mwa mwaka wa sita wa mihuri kuanzisha mwaka wa saba wa mihuri, na huu ni ujio tofauti katika mawingu, wingi. Sawa, kwa hiyo tunayo kabla ya dhiki harusi ya siku saba siku ya nane mwanzo wa siku arobaini za mwana wa adamu baada ya miaka sita ya mihuri tunaona bwana akija na mlima sayuni wa mbinguni katika mawingu hapa atawaleta wanaoenda paradiso unyakuo mkuu wakati wa dhiki ya muhuri wa saba basi unaenda kwenye mathayo ishirini na nne katika mathayo sura ya 24 mstari wa thelathini ndipo watamuona mwana wa adamu akija katika mawingu ya mbinguni sasa hii inasikika sawa na ile ya mak isipokuwa unapoangalia concordance ya Strong neno hili in si neno in, bali ni neno on. Kwa hivyo huu ndio wakati atakapokuja juu ya mawingu kama umeme kutoka upande mmoja hadi mwingine, na ulimwengu wote utamuona. Hii hutokea lini? Mwishoni mwa mwaka wa sita wa tarumbeta, ambao ni mwanzo wa mwaka wa saba wa tarumbeta, ambao ni mwanzo wa mwaka wa kumi na nne wa dhiki atakapokuja katika hatua hii, wakati wa kupigwa kwa tarumbeta ya saba, itakuwa kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ambazo katika Mwanzo zilikuwa mwaka mmoja na siku kumi. Sawa. Kwa hivyo tena, sasa unaona, kabla ya dhiki siku saba, siku ya nane mwana wa Adamu anaanza siku zake arobaini. Kisha huyo hapo anakuja mwishoni mwa mwaka wa sita wa mihuri, mwanzoni mwa mwaka wa saba kisha anarudi tena katika mwaka wa saba wa tarumbeta au mwanzoni mwa mwaka wa kumi na nne wa dhiki, baada ya miaka sita ya hukumu za tarumbeta. Sawa, sasa tazama kinachotokea tunaona picha hii pia katika Waibrania sura ya kumi na moja tunaye Enoki katika mstari wa tano na sita, na Enoki ni mfano wa kinabii wa bibi harusi kabla ya dhiki ambaye hataonja mauti. Kisha angalia tulicho nacho katika mstari wa saba tunayo hadithi ya Nuhu lakini si hadithi yote ya Nuhu, ni picha tu ya siku arobaini, kama vile mwanadamu anayekuja kuonya kwa siku arobaini. Kwa hiyo una Enoki kama mfano wa bibi harusi kabla ya dhiki, alafu unayemuu kama picha ya siku arobaini ambazo zinakuja baada ya harusi ya siku saba, wakati Bwana anakuja kama zile siku arobaini za gharika. Sawa? Halafu katika mstari wa nane na tisa una picha ya Ibrahimu ambaye atapokea mahali pa urithi wake. Na mahali hapa o oh, katika mstari wa kumi ni mahali penye misingi. Sawa? Kama umekuwa ukifuatilia wakati wa mihuri, watajenga misingi, wataweka misingi ya hekalu, lakini hekalu halitajengwa upya hadi nusu ya kwanza. Hii ni picha ya mwisho wa mwaka wa sita hadi mwaka wa saba wa mihuri. Halafu katika mstari wa kumi na moja una picha ya Sara ambaye alizaa mtoto ambaye ndiye alikuwa mtoto wa ahadi ambaye ni Isaka. Hii ni picha ya Bwana akishuka chini kwenye mlima wa Mizeituni. Kwa hivyo tena una kabla ya dhiki kuu, kisha siku arobaini, kisha mwisho wa kuelekea mwisho wa mihuri, na kisha kuelekea mwisho wa tarumpeta. Unaona, hilo ni picha ile ile niliyokuonyesha. Sasa angalia hili katika Luka kwa mpangilio imeitwa Luka kwa Mpangilio kulingana na sura ya moja, mbili, tatu, na nne ni pori sana. Umewahi kujiuliza kwa nini Luka sura ya hoja inafunguka jinsi inavyofunguka hasa? Hebu tuende kwenye mstari wa tatu. Nimeona vema mimi pia, baada ya kuelewa mambo yote tangu mwanzo, kukuandikia kwa utaratibu, Theofilo mtukufu anaandika kuhusu kuwa na uelewa wote katika uelewa kamili wa mambo yote kwa mpangilio tangu mwanzo. Hilo ni jambo la kishenzi sana na unataka kujua kinachofanya iwe ya ajabu sana? Ni katika Luka sura ya moja, tuna picha ya kinabii ya kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji. Sawa? Yohana Mbatizaji anazaliwa na kisha anatairiwa siku ya nane. Kwa hivyo picha ya kuzaliwa kwa John ikoje hapa? wale walio ndani ya Kristo wakiwa wamejazwa Roho, Yohana alipokuwa akienda kabla dhiki, wakihusishwa na kuzaliwa kwake. Una siku ya nane ambayo pia inahusiana na mabaki kama Yohana aina ya Mbatizaji. Lakini kwa kweli nini kinatokea? Hii ni hadithi ya siku ya nane ya kuzaliwa kwa Yohana na ni tohara, na kisha angalia nini kitatokea tunapoelekea sura ya pili. Yesu amezaliwa. Kwa hivyo una siku saba hadi siku ya nane. Siku ya nane tunaenda kwenye sura ya pili na Yesu anazaliwa, na ni picha ya nini? Siku arobaini za matukio ya kuzaliwa kwa Yesu. Unaona ulinganisho, siku saba kabla ya sherehe, harusi ya siku saba katika siku ya nane, sura ya pili, siku arobaini sasa zinaanza na zinahusiana na siku arobaini za kuzaliwa kwa Kristo, kama siku arobaini za hukumu huku Nuhu akiwa siku arobaini ambazo ataonya kama Yona Mipori sala sasa angalia hii inakuwa bora zaidi, kwa sababu katika Luka sura ya tatu tunapata nini? Katika Luka sura ya tatu sasa tuna Yohana Mbatizaji, ambaye alikuwa hapa na nini kinamtokea Yohana Mbatizaji? Katika mstari wa ishirini inasema, imeongezwa hata hivyo zaidi ya yote kwamba alimfunga Yohana gerezani. Kwa hivyo, Yohana sasa yuko gerezani na hivi karibuni atauawa na sasa tunaona kwamba Roho Mtakatifu alikuwa pale, upako wote huu ukitokea na Yohana mbatizaji sasa akitupwa gerezani, uhusiano huu na mengi zaidi. Hii ni kitu cha kushirikisha tu, hatuendi kuchimba kwa undani sana ndani yake. Hii sasa ni picha ya nini? Yesu akipakwa mafuta hapa, akibatizwa na sasa ni zamu yake, wakati wake wa kuchukua nafasi. Hii ni picha kamili ya mwisho wa mihuri. Kwa nini? Kwa sababu Yohana Mbatizaji, Eliya ajaye katika siku za mwisho ni nani? Picha, kuna Eliya ambaye baada atakuja mwishoni mwa siku kama Yohana Mbatizaji, naye yuko hapa hadi mwisho wa mihuri, naye ataungana tena, baba na mwana, mama na binti, na kisha nini? Yesu anakuja kuchukua madaraka mwishoni mwa mwaka wa sita wa mihuri. Acha nikuonyeshe, tunaona hilo katika Malaki sura ya nne. Unaona, tazama: nitawatuma kwenu Eliya nabii kabla ya kuja kwa ile siku kuu na ya kutisha ya Bwana, naye atageuza mioyo ya baba kwa watoto na mioyo ya watoto kwa baba zao. Huu ndio mwisho wa mihuri. Je, hii siku kuu na ya kutisha ya Bwana ni lini? Iko hapa mwishoni mwa muhuri wa sita, ambao ni picha ya kinabii ya mwisho wa miaka sita ya mihuri, na watu wanatishika kabisa. Ndivyo inavyosema Nao wakawaambia miamba na milima, tuangukieni na kutuficha kutoka kwa uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi, na kutoka kwa ghadhabu ya mwanakondoo, kwa maana siku kuu ya ghadhabu yake imekuja, na ni nani awezaye kusimama? Unajua nini kimetokea katika wakati huu? Ni aina ya Eliya, Yohana Mbatizaji akipaa kwa upepo wa kisulisuli. Wameunganisha tena baba na mwana, mama na binti. Halafu nini kinatokea katika sura ya saba ya Ufunuo? kuna unyakuo mkubwa wa umati katikati ya dhiki kwa sababu Bwana amekuja na sasa anachukua mamlaka. Unaona jinsi hiyo ilivyo mzuri! Sasa tazama hii katika Luka sura ya nne, tunaye shetani ambaye sasa anamjaribu Yesu. Kwa hivyo shetani sasa yuko uwanjani, anakujaribu Yesu nam nadhani nini. Unajua, unaposoma Ufunuo sura ya kumi na mbili na mstari wa tisa, shetani anapotupwa chini, shimo hufunguliwa na vita huzuka dhidi ya bwana na dhidi ya mashahidi wawili, na vita hivi vitadumu hadi mwisho wa mwaka wa kumi na tatu wa dhiki, miwili na nusu ya mwisho ya miaka mitatu na nusu ya mwisho ya hukumu za tarumbeta, na kuanzia miaka kumi na nusu hadi mwaka wa kumi na tatu. Kwa hivyo shetani yuko hapa sasa, ametupwa nje na kuna vita vinavyoendelea. Na nini kitatokea mwishoni mwa vita hivi? Bwana anashinda katika Ufunuo 19 nabii wa uongo na mnyama wanatupwa katika ziwa la moto, na katika Ufunuo sura ya ishirini shetani sasa amefungwa. Kwa hiyo katika sura ya 4 tunamwona Yesu akipambana na shetani, kisha anashinda. Naangalia anavyosema katika Luka sura ya 4. Inasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho mpaka Galilaya na sifa zake zikaenea katika maeneo yote yaliyomzunguka, naye akafundisha katika masinagogi yao akitukuzwa na wote. Kisha akasoma kutoka katika kitabu cha Isaya. Sasa amemshinda shetani katika picha ya kinabii ya mwisho, na anasoma kutoka katika kitabu cha Isaya, na anachosoma ni kutoka sura ya 61 ambayo inahusu yote kuhusu yubilei na mwaka unaokubalika wa Bwana na kuwaweka huru mateka. Na unajua hiyo nini? Ni mambo ya Walawi sura ya tano, mwisho wa mara saba saba ya miaka au miaka arobaini na tisa, na sasa ndiyo mwanzo wa Yubilei. Luka kwa mpangilio sura ya kwanza hadi ya nne ni unabii wa kabla ya dhiki, harusi ya siku saba na siku arobaini za Bwana akija mwishoni mwa mwaka wa sita hadi mwanzo wa saba wa mihuri akishuka juu ya mlima wa Mizeituni. Kwa sasa, kwa heri.